U ri munyiti u geni ni tukenaga hindi ciothe ni undu wa gucagura YouTube channel ya Wambui wa Mwangi ngu ikarite haha huru kiti na unapokuwa mzazi, musiali, muciari mwana no aume ona gore a kuma kwere ni ndoka njitagwo Wambui wa Mwangi na ndi mukenu ni undu wa Ngai gutwetikiria gukorwo tukiruta mawira mamwe tondo ni tha ciake tiate tu irreplaceable no to say you any time no that sia ke sia to kinyirira igatwitikiria to koro tukiruthithania wira nake riu riu ikana muridikane muire tu twiriga gukorwa nake uh, athamagira kuri ugwo thika medical na giuka to koro to to kiwok nake rugendo mwaka yothe ni kuma mwaka yothe kani last year from march this year yeah march this year mm -hmm. okay na riu ari guku gwendaga anjire niki gatumoke. Niki gatuma nyumirire. He guku karibu. Asante. Mm. -hmm. Nero diwa channel ya Wambui wa Mwangi. Nda kugeithia. Mhm. Mm ba marita ma kwanje ta wa morino wangu imaina. mm -hmm. a student from Thika School of Medical and mm. -hmm. Health Sciences, taking a course in community health nursing, mm -hmm. a second year, first mm first -hmm. semester. Okay.

75,000. Okay. Ya, yeah, hiyo time ilikuwa 75,000. Mm. So, hiyo time ikakuwa tu vizuri. Ni ile time, bado nilikuwa nafaa kufanya uh, final exam ya hiyo mwaka, kumaliza hiyo mwaka, mm -hmm. Na nikafanya, mm -hmm. Na nikapita. Mm -hmm. Yeah. Evidence, evidence, tunaitaka kwa karatasi. <laughs> Siku. <laughs> Okay, nimekuja na, nimekuja na results za The, the first year zote mm -hmm. But unfortunately nimesahau hiyo moja ya sidak but nitatuma kwa simu ndio, okay. Nitakutumia kwa simu hiyo ya sidak mm -hmm. Isi ni za hiyo first year yote okay. Na fee structure mm. yeah. Evidence hii hapa kwa karatasi na nowegatwire mwiroreri hindi yo wokire ona tutia ire rugano rwaku twarwikire ruki yeah. ru, thie kwenditwo ni getha rwi the following day The very same evening,

eh yeah. ni gucoka ukahituka uothe uh, advocacy eh onyita distinction na credit hizi sio the okay tete no ni dress oka gona failure <laughs> <laughs> ni nini hapa shida naona f eh f for fail <laughs> no apo eh uh -huh. kuna marks sikwa nimeekewa uh -huh. like hatu kufanya exam hiyo time ika mm -hmm. to the next semester mm -hmm. ambayo ndio hii sasa. Okay, so tumefanya hiyo exam hii semester mm -hmm. so afterwards, akad hizo marks za hiyo exam yenye nimefanya kwa hizo ya assignment and ehe, hii hapa yeah uh -huh. so hiyo yenye imekuwa corrected sijatoa bado uh -huh. but nitaitoa uh -huh. so ukapata, after, after zimeadio nikapata dis distinction haya yeah. Karoheni <laughs> hii ni gwinaini ite. So, hena distinction igere na credit igere. Distinction ni A alafu kuna B. Sawa, B igere. Ndio credit. Ha, hii ni ya third term. Yeah. Okay. Eh, uh, first year, second term. Kinyita distinction, credit, uh, satisfactory, another sa satisfactory, credit. Wow. Uh-huh. Hii mudu yu nirasa kukadhi

God akasaidia mlango zikafunguka uh -huh. Nikaweza ku, ku, nini kupata hiyo pesa uh -huh. Then, yyo, sasa hiyo semester imekuwa tu vizuri uh -huh. Ukaweza kunilipia hiyo exam ya final na na, na accommodation na school fees uh -huh. So niko in another semester uh -huh. Ya second year ya mwanzo sasa uh -huh. Ya pia imekuwa tu vizuri uh -huh. mm, na nimefanya cut

Oh, Ndwa tigire tu nika ya kage. Yeah. Uh -huh. Ime crash ru dirake mwira tiriri. Mm. Uh -huh. Tho mudu wa ngai motha nini akora thimete ri abetu heo tu huthagire. Mm. Turari ha besa sikana. So a uh, toto school fees mm. Uh -huh. ilikuwa inafaa kukua 37800 uh -huh. but kuna pesa ilikuwa imelipwa. Uh -huh. So minus hiyo yenye imelipwa inafaa balance ni 27000. Mm uh -huh. Then kuna accommodation ya kuriha shukuru ya shule ni gani tuheage ohoro tugiaga ohoro kuma waigirire shukuru uri ni mobere irie kuthie njaragita uguo thifitare hatujaweza but... uh -huh. Okay, kuenda trips za nje but this term uh -huh. mwisho uh -huh. ama next term ndio akaunt ni sasa penye inaishia uh -huh. ID yangu hatujakuwa yeah. uh -huh. so, tumeenda Either this term mwisho ama next term tunafaa tuende trip, but practicals tumekuwa tukifanya yeah, so safari imekuwa tu vizuri since since hiyo time yenye nimekuja huku mm -hmm. Sijakuwa na stress kama before mm -hmm. ID ID student, okay. Student ID. <laughs> ni idea yeah, nini national ah okay

Haya, hizo za shule tulikuwa tunalipa wapi? hizo za accommodation. Now that sasa nime nimetoka nje mm. Sasa zinawekwa direct kwa, kwa landlord.

Niko sawa. <laughs> Okay, zero. Doctor, yako midoma koko Mhm. Ate ni ore menyerera. Eh, ndire menyerera. Mhm. eh. Yeah, like na make sure na attend classes. Mhm. Uh -huh. na make sure nimefanya cards mm uh -huh. exams zote. Mhm. Uh -huh. Yeah. Musema 16? 16, 16, 16500 sasa, plus hiyo 3000 bado iko hapo oh, inakuja inafaa kuwa 19500. Yeah, so na make sure nafanya hizo vitu zote mm, exams uh -huh, na ku attend classes, mm, ya, na ku follow the rules za shule mm, so I can't complain. Tutoni tuarekana ile mwathani niwe provider ile.

Uh, uh, wanaenda church uh, every Sunday. Mm -hmm. Naenda um, pia anaenda fellowship every every Tuesday na Thursday. Juu pia, okay, but I didn't expect hizo vitu zitafanyika like, sikuwa nimeona hope na masomo tena. Mm -hmm. So the moment, nikuwa nimeambia God before hiyo pesa ikuwe provided. Nikuwa nimeambia God kama nitaweza kuendelea na masomo uh -huh. Nitamtumikia sana uh -huh. So chai apa... umeanza kutumika mabado yeah. <laughs> nimeanza huwa hey. E, namtumikia uh -huh. By the grace of God, ile time yenye si yuko class uh huwa, e, najaribu hapa kule hivyo, naenda naosha church hey. hey. eh. uh -huh. naenda naosha church ya uh -huh. E, na kuspend time held up kwa shule. Okay. Yeah, so God amekuwa so, God so faithful mm. and I thank him mm-hmm. pia kwa kunitumia au help us. Yeah. Ame akawapea burden yangu I thank him. I don't take it for granted. Amen. So I usually pray to God each and every time that awabariki sana. Amen. Sana because personally singeweza kuwalipa mm. Hata siwajui. The funny thing ni kwamba hata siwajui mm. but mwaka... wow, yeah, sijawahi mm. because hata the person mwenye alifanya nitoke nje mm -hmm. like, nika nikashift kutoka hostel mpaka nikapata nje like mm. nikapata nyumba nje still atujuani mm. alipiga simu na alikuwa ametoka tu kwa this channel. mm -hmm. Anatumia 1000. So hapo nikakaa kujiuliza huyu mwenye amenitumia pesa na hajaongea ni nani? Hiyo siku nilikuwa nimetoka church, on Saturday majioni. So nikakaa kujiuliza huyu mwenye amenitumia pesa na hajapiga simu kuuliza ni nani. So hiyo kitu ikanisumbua tu sana, so majioni jioni, nikasema acha nitumie the same, same amount, ninunue credit, nimpigie nisikie ni nani. So kumpigia ndio, mm -hmm. Alikuwa ananiambia ame watch my story mm -hmm. Kwa channel ya Wambui wa Mwangi, yes. Na that time it was like uh, kwa months ngapi juu I was here in March, mm. Na aliona hiyo August aliona the video itself mm. August five. yeah. mm -hmm. So akaniambia ame watch video hiyo video hiyo month ya mwezi wa nane. So that means within five months <laughs> like hiyo tu tuseme tu huyo ni Mungu. Mm. juu within five months like na mtu anaona na ana react, yeah. nikaona Mungu. Mm. so hapo sasa ndio akaniambia nimwambie so far hiyo time ningependa anifanyie nini. Nikamwambia juu sikuwa nimekuambia hiyo yeah, time. Yeah, yeah. natamani nitoke hostel juu ya some of the challenges. yeah. Mm. so nikamwambia hiyo issue so akakaa kuishughulikia, akanilipia deposit na hiyo month ya mm. mwezi wa tisa. Mm. Uh, so that's how nika manage kutoka nje ah yeah, nice. Ni Mungu si naona, zimeingia ndio hizo na hizi ni yeah. hizo. Thank you so much mm. za hiyo nini trend yeah. na maji na stima ah. anything else so ningependa kuongeza mm -hmm. naweza kosa mambo mingi sana ya kusema mm -hmm. but siwezi shindwa na kushukuru Mungu like each and every moment, nikakaa ni tu hivi nashukuru tu Mungu Jo, I never saw this coming at all at all. I had lost hope. But Mungu akaona tu like, because it's not, uh, siki tu rahisi mm. Jo, nilikuwa nimekaa nje 5 years okay. mm. nje before niingie shule until sasa nikakuja kuingia shule after 5 years. After sasa hapo ndio nikaongea na Mungu nikaomba Mungu juu, nimekuwa nje for five years aniruhusu tu nikuwe na hiyo capability like, na hiyo wisdom niweze mm. kukaa shule na kuelewa. Sio kiburi ama nini but Mungu amekuwa akinisaidia yeah. mm -hmm. na mwenye amekuwa akinisaidia So, ukienda usome na uendelee kupenda Mungu na kumtumikia. Alikuwa na purpose. Before you were formed in your mother's womb, I knew thee. So, alijua. Yeah. In one way or the other, your destiny ndio ifike na nini na nini kuna mahali alijua iko inter, uh, intertwined na sisi. So fanya vile anataka yeye mwenyewe. Ndio asifeel vibaya after amekusaidia, amefanya hizi vitu zote and then umefanya maybe vitu opposite na yeye. So ukienda usome kila kitu ita, itajipa with God. Okay. Thank you. All right. Um, parting shot yako, umuthi umuthi ni gofa thiku parting shot. Yes. Juge maita maigi riria gai ekaga maudo. Rimwe nedaga gutu prove ra ati usoke mesire ini makwa muno that you can feature a story and before you hear the story oke acokie mahoya ma mwana ucio ona utari uraigirira story yo gukwani gutiri ndu ngai atangika nona ndabataraga maritwa maitu Ndabataraga platform ya Wambui wa Mwangi. ndabataraga ri twaria mundu uge wothe unene ini kana hari ori tiwe mwene arabatara. He is God even without you. Ona tuteke ita ruganoru. Aso, tire story amwire tuyo atari na platform ya Wambui wa Mwangi. So, ri ri awaigua mundu uga ndome wira. It is true. Tondu yu ni wira mwiganu. Na ni mama wira maria tura aruta. So, a no? so, kuri the woman of God uriorate idia. Na Maureen gukureta tena good news na nwa harigane roo. Ni haku ni uga sigira. Thank you so much mama. Thank you, thank you. Ni joi we goku Kenya ni urokire. Thank you, thank you. Ni kuruta wira wa ngai tondo ni joi, I, I, I know. Ni joi ura ruta wira oyu, ni ni gai ukwarie. Kuriganu ndiratwaragia nawe. We've shared a lot. We've shared a lot. We've shared a lot. A lot.

hana pesa ni araiguire ngai aramenya ugwe ni gwe gwika amen ka ni ngo mugeithie makairi tukari rire kaka kainainire moko ini ugo niguo ngai ekaga na tutiheanaga ni gukorwo twi na indo nyinge tutikaga wega ni gukorwo riu twarikia kuhuthira indo icio ciothe ciatigara riu twira twike wega twikaga wega to ni gwongai atwathite na ni gwo endaga twike ona we ndu ri muhingiririe tiga kuiga mitu nyoba ege age busa bebe kemera ga na waru kemera gira nyoba. na neiba ni arara arira kana age sagiga tidana kanyathaga taruku sukuru eh na wina bio kigurira mwana ucio kinyatha wina furana nginya ya kenya au na ni si atene muno na durekira wina baby show na mwatha ni hali agukinyetie viu viu viu viu kwa ari ama to ibere wa ngai nduri mwana ogi ogikota gukorwa kiga kwa ihinda riri to nduri miako na ni thire niki ureka na baby show peana you know ni vibaya anyway enda gukiria hau no gutire mundu uhingiririo gweka wega bibilia yugaga mundu wothe wekaga wega angikwo runo na mirango iitu yothe thiini wa youtube channel ya wambui wa mwangi angikoragwa imihiguri ugienda kurihira amwe aruto aria turathomithia turorete 25 amwe ya arutu ashi onge marihira school fees onge to he guo rutu reke ile Christmas onge kone urenda ko heana kiheo gya ku gya Christmas ringi hi kuri andu akuru uge ni kwenda magorirwo mitu magorirwo thi guko tiga guithinia no tige kuhingiriria ti andu ni marauga andu aria maratu ni mareka wega ti makora wega makoragwo magika no ndogashokia mundu ri ogiragia mundu ngieke wega na ndekaga wega o inywe ri mwina mahitia tondu we okiwe ngai ukiwe mugambo wa ngai ukiwe undu ri ngai arakuiguithia e

It is that simple. E, okay, rway, tiga gutwara muhothi kanitha, I mean tiga gutwara tithe kanitha, e nbia ne kuri o irario. Let me ask you muhujuse wa nyitono waga gutwara tithe na Bible ni itikireti o twareri wa uga nge na mahitia e na undu angekire e na ngandu areka ri we tondu nduri muthinguri na ngai ne arakuhete besari isi orare mone kuruta tithe we orakire mwaganu na no ara kuheire we aragire gukuhe niki because ona we atarage bati gukuhe. The same way waga go to Arabia hari ya hagiri ya waga go uri ya wagiri ya ati tono wakora mundu flani. Ena weakness yake kanena wathe wake. Ona we okere na wathe flani. Na geni ya agiagiri ona go kuhe besa isu. So duka higiri gwika wega ni mundu na wendareka. Number two, Eh udosi ucio gwika waga kuwika uwike ucio ndakorio akari hio hake nowe ni ni korio tondu riu ni ni Ngai wike wega ndikwenda gukiria hau ni ngatho muno no ni undu E, manyitagirira na arya makoretwa makinyitira ruhonge rwa YouTube chano ya Wambui wa Mwangi twitaga the give us hub tondo ni mutugegetie and especially kuri mutu mio ryori na kairi tugaka karetwa morin tondo ni okisira tukiri nayo on the table thank you so much gaya kuradime ogethe 30 folds 60 and 100 todo gai timuri ya nguru He's very just kiureka

As I am pointing, ndugamitehahogmweno ni Karen kuma h if i was to walk this way, on my, right, on my left, i will do 1.6 kilometers to Karen Shopping Center. if i go this way, i will do 2 kilometers to Kikuyu. With the nege kabura directly opposite us to Rinadogoto Teacher's College. Directly adjacent to our project twi na university ya PUEA Presbyterian University of East Africa we are right next to the bypass. bips tugaga near 100 meters no mugudo yo ndo ndogamite gwa kahindaga ka ni wito haha ni hoturaka swimming pool clubhouse haha ndogamite haha ni hoturaka swimming pool ciroka haha. You get. So we are moving closer to the bypass. Area nä yo itago Alliance Girls High School. nyå mba cia Westeville nä cio ici nyå mba tå rendia 8 million na as I am talking I think we only have 14 units remaining. Na nä cio ici tå raka This is fully sold. Na ä no nä kå rä keärarä ka yetereire iria ciraumana nja Nikio, for now, there is not much activity that is happening there. Everything that needed to be done is already done. uh, na whatever. So, conceptualization ya area, no. Nirarehe ichio, no iwa mundu akiuga ni gikabura. People are not so familiar with this area. Fareno ya bypass. Erena underpass haria ya, ya gucoka haha, and it is tarmacked kana hudhira roda bauti na kabura it is right next to us so in terms of location the wish area here property a price it or to price it westernville it is within parameters dagweta this is the best priced real estate na ndakwira six or eight months from now if you have not bought Westernville na we noigwa message you know you you will regret it trust you me thank you very much